Kemod, labda uswerane na katoi wa tabaka, hata mkitwak na kata ke wezi wika Minister minista wezishika hata ukiparaga kwa rocket Elon Musk, nikiwa dudia sivai mask na wapaka mafuta ya kondo, mpaka visoda vyenu vya shine. Wasanii wako na wapanga kwa line, na watia vidole one by one, alafu na sniff finger, nionenane na, ni na smell shit, nimpeleke out nikam treat motherfucker. Sikuja kucheka gangsta rapo, sinitreat kitiktoka. K modi una shepu ya kivera, sadika bodi sopu sopu ya kistripa. Fungua mouthi kunyonyeshe lolipop, ntakufaku dhani umerepiwa na mob, huwezani kwa woo. K modi umejilegeza kwa kusonda mboo, piga presa pufiche matiti, vaa bra ya jiti, ntakununulia panti ya nde transgender, ulingolewa makende mwanangu. K modi bebi gali unanuka senye, we msenge mwenyewe lina mwanangu, ke mode awezani, ukaeleta mwenyewe, katoi wa tabaka, una talent, unabebwa na upigaji instrumento, ulianza mwenyewe, ujelazi na mwanangu, ke mode awezani, ukaeleta mwenyewe, katoi wa tabaka, una una talent, unabebwa na upigaji, una una una nilianzisha kaya hipo kabla wanoko hawajajipiga kifua kwa ma interview nilimix kick na snare na magoma a kitamaduni studio. Uliza Benjamin Daron Maniga na Smoke Solo akemodi, sitishui na pogo alielelewa na pesa ya nyoka. Nikilepuka utakosa pakutoroka, nitakudisi mpaka utaokoka. We malaya tu, we malaya tu, so ni baya hata ukitinga na dera mwanangu, we mkware tu, we mkware tu ke moyo ukizuka anga zangu sitoa kutomba ulianza mwenyewe ukosi mjelasi na mwanangu ke moyo awezani ukaeleta mwenyewe katoi wa tabaka una talent unabebwa na upigaji instrumento ulianza mwenyewe ukosi mjelasi na mwanangu ke moyo awezani ukaeleta mwenyewe katoi wa tabaka una talent unabebwa una upigaji instrumento ulianza mwenyewe ukosi mjelasi na mwanangu ke moyo awezani ukayaleta mwenyewe katoyo hatabaka hauna talenti unabebwa na upigaji instrumento.